wanapowalea vizuri watoto wao wakati bado ni wadogo, ni sababu kubwa ya watoto kuendelea katika kukua kwao kuwa ni wema wa lidhalik, yakulu lulama kullama zada hirsi liabi au lummi ala tarbiyati libni fi sigar

juu ya kumlea vizuri mtoto wake wakati wa udogo wake, zada biru libni fi lkibar, basi yule mtoto anazidi kuwa ni mwema wakati wa ukubwa wake. Na wazazi wengi wanafeli, wazazi wengi wanakuwa na shughuli nyingi sana wakati wa watoto wale bado ni wadogo, wazazi wanakuwa na shughuli nyingi sana. Mzazi hana muda juu ya kumlea vizuri mtoto wake, ndio matokeo watoto wanakuwa na maadili mabaya, ni kwa sababu ya malezi mabaya tokea wakati huu mtoto ni mdogo lakini baba au mama anapokuwa na pupa katika kumlea vizuri mtoto wake, wakati bado ni mdogo, wakamsimamia katika malezi mazuri, wakamsimamia juu ya kuijua dini yake, wakashughulishwa katika malezi mazuri juu ya kusimamisha sala na kheri mbalimbali, basi mtoto yule kila anapoendelea kukua, zadha birra fil kibar, anazidi kuwa ni mwema wakati anapokuwa mkubwa, na faida inarudi kwa wazazi. Unapomlea vizuri mtoto wako katika maadili mazuri mtoto akajua dini yake, akasimamisha ibada ya sala kwa sababu ya malezi mazuri tu ya wazazi wake, basi wazazi wanapata thawabu. Mzazi anapotangulia anapomwacha mtoto wake katika heri, mzazi anapandishwa daraja za juu katika pepo ya Allah tabaraka wa taala mpaka tashangaa, anna li hadha, yani kwa sababu gani amali gani iliyoniwezesha mimi mbayo ikawa napanda napandishwa katika daraja za juu? Ataambiwa bistighfari waladika lak, ni kwa sababu ya istighfar ya mtoto wako kwako wewe. Mtoto wako anakuombea msamaha, mtoto wako amedumu katika kheri mbalimbali ndugu zangu, ni faida kubwa sana wanaipata wazazi, wazazi ambao wamewalea vizuri watoto wao wakati wa udogo. Ni azimu Subhanahu wa Taala tuwafikishe, tuwalee vizuri watoto wetu. wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.